Haya, MC Pambe namba li, nipo live, nipo lelele kama kawaida. Nimerudi tena, mpenzi mtazamaji, nipo hapa kwa ajili yako. Nipo uswahilini kama nilivyokuambia, nimeingia mtaani taa masuliza kidimbwi ba na kati ya udhamini wake mwenyewe mkurugenzi mkuu anamuita Kimaro, au sio? Kwa hiyo nipo hapa kwa niaba yako, naomba niazime macho yako, niazime masikio yako. Usitoke eneo hili, nakuja moja kwa moja katika ile mada yetu tunaizungumzia, kwa nini baadhi ya wanawake ambao wanakuwa na watoto wenye baba wawili. Baba mzazi anatakiwa awe huyu mmoja, lakini kuna baadhi ya wazazi wanawafanya watoto zao kama chumio, wanawafanya watoto zao kama kitega uchumi. Kwa hiyo naomba komenti yako mpenzi mtazamaji, naomba uniazime macho yako, twende moja kwa moja. Nipo hapa mtaani leo, nipo kwa dada mmoja, dada mzuri, dada ambaye mtafutaji, mwenyewe atajitambulisha, anaitwa nani na atatuambia au anaitwa mama nani, na yeye atatuambia kero hiyo yeye inamkela wapi, kwa nini, na yeye kwa nini hafanyi, au labda alishawahi kufanya au anatarajia kufanya, na anashauri nini? Atatuambia. Na imani, mwanamke mwenzangu, upo unatazama kipindi kama hichi, na imani wewe, baba, kijana, binti, na wewe unatazama, utajifunza kupitia mimi. Karibu sana. Pia nawasalimia na nawakaribisha wanawake wote ambao masingomaza, ambao wanalea ndoa za watu, masingomaza, mpo Piga kelele hapo ulipotia comment yako, sema woyo, nawakilisha vyema mi mwenyewe lakini mke wa mtu MC Pambe. Ni mwanamke ambaye mwenye saba juu, ni mwanamke ambaye mwenye seven up, dada ambaye namiliki mwanaume mmoja, mwenye mke mmoja, naomba tufuatane. <laughs> Eh, udugu wangu, mambo vipi? Mzima. Mzima, Mzima, eh. Yeah. Ah, safi karibu. Karibu. Karibu sana katika kipindi changu mpenzi wangu, asante sana eh. Yeah. unaitwa nani? Yeah. Eh, mwambie wapenzi watazamaji. Yeah. Yeah. Najulikana kwa jina la Aziza. Aziza kama Aziza mama nani? Mama Mudathiri. Mama Mudathiri. Aziza, aka Mama Mudathiri. Mama Mudathiri. Anaitwa Aziza aka Mama Mudathiri. Tuko mtaani kwake, tuko ofisini kwake. Hapa anauza. Unauza nini wambie? Anauza wali, ugali. Eh. Yaani vitu kama hivyo. Supu nini? Anauza wali, ugali. Supu, vyakula vyote ambavyo vinahusika kula binadamu ambavyo havimzuru. Huyu dada pia jamani Aziza kama Aziza ni tajiri wangu. Uh-huh. Tajiri wangu utoka mwezi uliopita, miezi iliyopita mwezi wa nne. Tajiri wangu alikuwa Kilima Hewa. Kwa hiyo hapa nipo maeneo haya katika mishe zangu, nimeona sombaa, nikapita naye nikamsalimia. Aziza bwana, mpenzi wangu au shoga wangu mama Mamamur, kuna ki, kuna point moja ambayo tunaizungumzia hapa. kwa nini baadhi ya wanawake huwa wanakuwa na watoto ambao wenye baba wawili? nielewa je unaweza ukawambia nini wapenzi wangu watazamaji? kwa wewe je unaweza kumpa mtoto kama baba wawili? sema nao. Sijui unasikika huko. Wanakusikia vizuri hiko mm -hmm. Ni kitu ambacho hakiwezekani Bas ni tamatu. Ehe. Uh -huh. Sawa, yani mpaka mama anafikia kumpa uh -huh. kuwapa baba wili, yani tuseme mtoto mmoja, mmoja uh -huh. anakuwa yani na baba wili kwa sababu uh -huh. anaweza aba akazaa na mtu ambaye hana kipato. Ndio. Akikizi yani kipato yani mahitaji, yani uh -huh. kusukoke na ule mtoto. Ndio. Unajikuta namkabidhi mtu ambaye kidogo hana uwezo. Ipo. Uh -huh. Pesa anayo. Jamani Aziza anajua kizungu. <laughs> Ehe. Tuendelee. Uh -huh. <laughs> Shoga yangu na najua anajua kuongea. Mzungu mzungu wa Kimakonde huyo. Harmonize, dada yako nadhani unamuona. Anaongea Kiingereza, anawakilisha Mtwara mzima wa Makonde. Eh, hey, ah, endelea. Wa Makonde ah, <laughs> wenzao wanakuona hapo. Watanzania dunia mzima. Ile ndio pesa ipi. Sasa mtu anaona eh, ili sizalilike bora nipate yule mwanamke uh -huh. We. mwenye Mwenye uwezo yeah. yani. Ndio. Ili afanye amhudumie mtoto wake. Yani. Lakini mapenzi zote yanakuwa kwa yule mtu ambaye hana uwezo. Ndio. Lakini Laki kwa sababu ya, ya nini? Kwa sababu ya pesa. Ah. Lea, na, manake analobuniwa sana. Na hiyo yote manake tunasema kwa mtoto wa kike anakuwa na tamaa. Manake mama mwenye tamaa, mwenye tamaa, lakini kama hivyo unajishughulisha, sisi hey, sana na hivo na wanaume wawili wawili watano watano

Kwanzia elfu mbili, maana sio 1900 na huko huko, baba zangu kwanzia wanaume wa elfu mbili, na wengine wadogo zangu, wengine watoto zangu, ndio. Kwa hiyo mjitahidi kutafuta pesa. Mkilala maskini, tunapoelekea kutakuwa bongo, bongo India. Bongo itakuwa India, tutanunua wanaume mali, tutatoa sisi. Habari ndio. Ehe, una lingine ambalo unaweza kuwaambia wapenzi wako, wateja wako wanaweza kuwepo? Ah, jamani karibuni. Napatikana Kidimbu, Kidimbu hapa tu ngoma. Karibuni jamani. Masuliza, eke, almaarufu kama kwa Puga, anapaita kwa si kidimu tu kusema kidimu, ah, yaani kwa ngoma watu kusema bora kidimu. Kidimu kwa kimalio, unafika hapa unapata huduma zote. Kuna vinywaji kimalio, kimalo, kimalo we, unapata vinywaji na <laughs> kila kitu sawa. Asante sana shoga yangu, maana tajiri wangu, tupo pamoja. Twende ngoja twende huko jamani, jamani wa kina dada wenyewe hapa jamani. Mama mtiria hapa iko wapi maana <laughs> maana naona hapa kuna chakula kuna nini? Udugu wangu msogea hapa Mama ntilie na muhitaji kila sekta, leo naingia. Nimeanza na mama ntilie yule pale, nakuja na mama ntilie huyu huyu hapa. Sogea basi, mama yangu kipenzi, mama, au nikufuate mama yangu hapa nje, watu watuone kweli unafanya biashara. Shugana jamani, wanawake na maendeleo. Achana naye bwana, bwana bwana gani? Bwana mzungu na bwana mbongo, wote mabwana zetu asitutese, sawa sawa. Mama, habari za? Kwema. Kwema. Kwema. Shikamo mama, ehe, unaitwa mama nani? Unaitwa nani kwa kama jina lako? Naitwa jina lilozoeleka Bi Fatma, na kati ya kidimbwi Bi Fatma, Bi Fatma unajishughulisha na biashara gani hapa? Napika wali, ugali. Ehe ukaanga na nyama na chai. Haya, ah, mnamsikia vizuri nazani wapenzi watazamaji, anasema ye anapika ugali wali kuku nyama eh, na chai. Karibuni sana jamani, huyu ndo Bi Fatima, si ndio eh? Sawa Bi Fatima bwana, bila kupoteza muda, leo hapa katika kipindi changu tunazungumzia masuala ya wale wanawake ambao wanakuwa na watoto ambao anakuwa na mtoto mmoja lakini anakuwa na baba wawili Je, hawa wanawake unawazungumziaje? Je, wewe mwenyewe binafsi Bi Fatuma ulishawahi kufanya kitu kama hicho? Ehe, sema nao wanakusikia, watoto wa 2000. Hao sio watoto wa 2000. Hata kama mlopita nyuma elfu moja, na kama mna tabia hiyo, msikilizeni Bi Fatuma. Kwa kweli bora mtoto umtajie baba wake wa halali, amjue baba wake wa halali, sio okay, kesho na kesho kutwa. Mm, inakuwa ni aibu mtaani. Ndio mtoto baadaye atakudai, baya, baba haya. Mm, baba haieleweki, huyo baba haieleweki tena, anakuwa sio baba tena. Bora umtamkie mwanaume mtoto, mtoto mmoja sio kwanza tena mkaanze kupima damu kuthibitisha. Mm, mama ndio kwanza. Mm, mtu mbaya mpotoshaji ni mzazi. Mm, mtoto mtoto. Kwa sababu mzazi ndio anamjua baba wa mtoto, ndio kwa hiyo hayupo. Mm baba wa mtoto akajua kweli, huyu mtoto wangu, unaweza ukamshikiza hata mtu njiani ni baba wake na sio baba yake. Kwanza ni dhambi. Wengine wanakuta wana mambo ya kimila. Kwa hiyo mwanao anapata taabu, anataabika. sina mama, ni kweli hapo. Hapo mmemsikia vizuri, Bi Fatma anasema kwamba kuna baadhi ya damu zao, watu wana mila zao. Wengine wanakuta baba mtoto, kila baada ya miezi mitatu wanapelekwa kijijini. Haya, wewe ndio umeshamchukua ule mtoto, umempeleka katika mila nyingine yule mtoto lazima ateseke. Unakuta muda mwingine mtoto anapata uchizi, si uchizi, wazimu si wazimu, asikie ana mambo mengi, umwelewi. Kumbe umemchukua mtoto umepeleka damu sehemu sio stahiki. Hata kama una bwana mwingine anakuhudumia, una mwanaume mwingine umeolewa naye, yule mtoto isiwe sababu ya kumpeleka katika ubini mwingine. Ataonekana yule ni baba mlezi, baba ni baba tu, lakini baba yake mzazi mwache vile vile, hata kama amefariki. Sawa. Je, yeah, unawashauri nini na Mabintu elfu mbili wa mwaka elfu mbili na mpaka, si watu wazima. E, wazazi tuwe makini kwa watoto wetu. Mm, jitahidi kuwaweka watoto wetu katika mazingira mm, mazuri. Tusiwapotoshe watoto wazazi wao. Ah, unapokuwa napotosha mtoto kwanza, ni dhambi kwa Mungu, ndio mwili yeah, haifai tu mtoto kumpa huyu baba unakuwa umezaa yeah. labda na Mchaga mwingine mm. Mnyamwezi mm. kwa hiyo unapokuwa unampotosha hivyo mtoto anakuwa na tanga tanga, si kwamba watoto wanakuwa na maadili mm. mabaya Ndiyo. kutokana chanzo ni mzazi, unakuta yeah, ah. mtoto huyu mtoto kawa hivi na hivi, kumbe wewe mm. mzazi ndio mbaya uliyemtangisha yule mtoto. Sawa, wanadhani ume wamenielewa vizuri. Je, na pointi ya mwisho kwenye masuala yako ya ujasiri ya mali wako wa chakula, je, unawaambia nini mabinti? biashara ya chakula unaizungumziaje? yani biashara ya chakula hivi Mabintu wasione sisi tumekaa hapa, wako wanaotuona, wanatuzalau, ndio lakini biashara unapata mia yako ya vocha unapata e, tela ile mahitaji yako yoyote. Sawa, wao nao wajifunze kujishughulisha, wasijifunze kusubiria waume za watu, wezo waume za watu. Mmemsikia vizuri, bi Fatma anakuambia msikae kutegemea waume za watu, waume za, za watu sumu, fanyeni kazi, si ndio? Eh, ndiyo. Maneno yake matamu kama mama Mudathir kule, naimuza matilia jamani! <laughs> mama nitilie wote mjini, pige kelele Ingie hapa jamani. <laughs> Leo liko uswahilini, mtaa wa Masuliza wanafaita kidimbwi ba jamani, lao liko eh? <laughs> kwa Maud <coughs> Tanzania anawakilisha vyema, anawakilisha vyema. Ni mzungumza na wapenzi wangu watazamaji, unaitwa nani? Majina yako? Naitwa Rehema. Rehema nani? Sema nao basi eh. Rehema nani? Naitwa Rehema fundi. Sawa. Kasim almaarufu mama vitumbua au nani? Fundi sawa. Bwana samahani, hapa kuna pointi yetu kuna topic au tuseme kuna mazungumzo ambayo tunazungumzia hapa. Kwa nini wanawake, baadhi ya wanawake huwa wanampa mtoto baba wawili au watatu? Je, unaweza kusema nini wewe mwenyewe unaweza